Katika kile kinachoweza kuelezwa kama mkakati endelevu wenye lengo la kukidhoofisha chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, naibu katibu mkuu wa chama hicho kikuu cha upinzani upande wa bara, Mheshimiwa Amani Golugwa, alikamatwa usiku wa juzi kuamkia jana katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Alikuwa safarini kuelekea Brussels, Ubelgiji kuhudhuria mkutano wa International Democracy Union IDU, jukwaa la kimataifa la vyama vya siasa vya mrengo wa kati kulia yani center right, kati, kama vile chama cha Conservative cha hapa Uingereza na Republican cha huko Marekani ambacho ni chama tawala. Kukamatwa kwa mheshimiwa Golugwa kunaonyesha dhamira ya serikali ya CCM kuzuia ujumbe wa Chadema wafikia washirika wa, wa, wa kimataifa. Jeshi uh, la polisi kanda maalum jijini Dar lilitoa taarifa ya, ya ufafanuzi kuhusiana na kukamatwa kwa mheshimiwa Golugwa, kwa sababu kabla ya hapo taarifa ya awali kuhusiana na tukio hili ilitolewa na mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema kwa upande wa bara, ambapo alieleza kwamba amepata taarifa kuwa mheshimiwa Golugwa alikamatwa um, akiwa airport uh, na licha ya kukamatwa alipigwa. Lakini pia wakati taarifa hiyo ilipotolewa, ilikuwa haifahamiki uh, mheshimiwa Golugwa amepelekwa wapi na polisi hao, wala haikuwa imeelezwa kosa lake lilikuwa ni nini. Kwa hiyo jeshi la polisi lilitoa taarifa likidai kuwa mheshimiwa Golugwa alikamatwa kwa sababu ya mienendo ya kuondoka na kurudi nchini bila kufuata taratibu za kisheria. Hata hivyo, hakukuwa na vielezo vya wazi vilivyotolewa na polisi wenyewe wala maelezo ya msingi yaliyoeleza kuhusu ukiukwaji wa kisheria. Na hii taarifa ya jeshi la polisi iliwaacha watu wengi vichwa vinywa wazi, kwa sababu maelezo yake yalikuwa hayaeleweki, hakukuwa na maelezo ya kuelewa. Lakini tawasomea hiyo taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi kwamba inasema, taarifa kwa umma, kukamatwa kwa naibu katibu mkuu Tanzania Bara wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam linatoa taarifa kwa umma kwamba tarehe 13 ya mwezi wa tano mwaka 2025 majira ya saa sita na dakika 45 usiku katika uwanja wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere lango namba 3 ya Terminal 3 lilimkamata Amani Golugwa, naibu katibu mkuu Tanzania Bara wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema akiwa katika maandalizi ya kusafiri kuelekea Brussels nchini Ubelgiji. Jeshi la polisi lilimkamata naibu katibu mkuu huyo kufuatia taarifa za siri kuwa amekuwa na mienendo ya kuondoka na kurudi nchini bila kufuata taratibu za kisheria hapa nchini. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea na uchunguzi wa kina wa taarifa hizi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama kuhusiana na kuhusu swala hilo. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa watulivu wakati uchunguzi ukiendelea na kupuuza taarifa za upotoshaji kuhusu hatua hizi za kisheria zinazomhusu mtajwa. Sasa ukifati, ukitafsiri hii taarifa unabakiwa na maswali mengi zaidi kuliko majibu, lakini hilo tutaliongea uh, wakati mwingine. Kwa hiyo hali hii inazua hisia za matumizi ya vyombo vya dola kwa lengo la kuzuia ushiriki wa Chadema katika majukwaa ya kimataifa. Maana ndani ndio hivyo sasa, hata huko nje Chadema inadhibitiwa, jambo ambalo linahatarisha misingi ya siasa huru na za haki nchini Tanzania. Hii IDU ni jukwaa ambalo Chadema hutumia kueleza hali ya kisiasa na demokrasia nchini pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo kukamatwa kwa Mheshimiwa Golugwa ni juhudi za wazi za kuzuia sauti ya Chadema kufika kwenye jukwaa hilo la kimataifa. Ujumbe uliokuwa ukitarajiwa kufikishwa ulikuwa unahusu masuala kama ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Mheshimiwa Tundu Lissu, uh, pamoja na kufunguliwa kesi ya uhaini, kutekwa kwa kada mwandamizi wa chama hicho Mdude Nyagali Nyagali ambaye mpaka sasa hajulikani alipo, pamoja na ukandamizaji wa haki za binadamu. Yayumkinika kuamini kwamba serikali haikutaka masuala haya yasikike huko Brussels na ikaamua kufanya jitihada hizo za kumzuia Mheshimiwa Golugwa lakini haya sio matukio ambayo yanatokea isolated. Tukio isolated maana yake yamejitokeza peke yake, ni mlolongo wa matukio, na ni muhimu kuliangalia tukio hili katika muktadha wa matukio mengine ya hivi karibuni, tukianzia na tukio kubwa la Aprili 9, 2025 ambapo Mheshimiwa Lissu alikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Um, tunafahamu pia um, mwishoni mwa mwezi huo wa nne lilitokea tena tukio la uh, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC Padri Dr. Charles Kitima kuvamiwa na kushambuliwa vibaya na mpaka sasa hivi bado yuko hospitali. Siku chache baadaye uh, kada mwandamizi wa Chadema Mdude Nyagali alivamiwa akapigwa na kuchukuliwa na watu wasiojulikana, na mpaka sasa hajulikani halipo. Lakini wakati haya yote yakiendelea, liliibuka pia kundi la G hamsini na uh, tano na hawa wali wameendelea kwa kweli kufanya usumbufu kwa maana kila siku wanaibuka na hili baadaye, wakatangaza kwamba wanajivua wanachama wa Chadema, na wameendelea kuibua vitu mbalimbali takriban kila siku. Wakati huo huo, um, kuna wanachama watatu wa Chadema ambao walikuwa viongozi waandamizi wa chama hicho huko nyuma wamekwenda mahakamani kufungua kesi dhidi um, ya Chadema wakidai kuwa chama hicho kinaibagua kina, kina Zanzibar na hii kesi tayari ina unguruma huko mahakamani um, lakini wakati hayo pia kiendelea kilibuka kili kituko kingine hapo kati, ambapo Katibu Mwenezi wa BAWACHA uh, Sigrada Mligo alidai kwamba alipigwa na walinzi wa Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti wa taifa wa CHADEMA upande wa bara. Um, na haya matukio, kwa hiyo ni muhimu kuangalia matukio haya sio kama isolated Uh, bali kwamba ni matukio yanayotokea kwa pamoja na inayumkinika kuamini kwa, kwa matukio haya hayatokei okay, kwa bahati mbaya, ni mwendelezo wa mpango unaonekana kuwalenga wale wote wanaoibua wa masuala ya ukiukaji uke wa haki, ufisadi, unaonekana kuwa wapinzani wa sisi especially CHADEMA kama chama kikuu cha upinzani, na kama alivyosema kuna hili kundi la G55 uh, ambalo linafanya jitihada kubwa ya kutawala anga za habari baada ya kuibuka na upinzani kwamba hawafikiani na no agenda ya no reforms no elections, hawakuwa na mafanikio katika hilo. Baadaye wakaitisha press conference, wakajitambulisha hadharani, lakini again watu wakawa kama wamewapuuza. Kwa hiyo kutoka hapo sasa ikawa ni jitihada za kuendelea kutafuta attention, yani, wasikike zaidi kwa watu. Kwa hiyo majuzi wakatangaza kwamba wamejivua wanachama, lakini hata hivyo habari hizo bado hazijawagusa sana Watanzania wengi. Kwa hiyo sasa kinachoendelea licha ya kuendelea kutoa taswira kwamba Chadema ni chama kisicho na mwelekeo na vitu kama hivyo, kundi hili linajitahidi kuibua watu katika maeneo mbalimbali, kwa sababu mwanzoni masuala yalikuwa yanatokea jijini Dar peke yake, lakini sasa wanajitahidi kupita hata uko mikoani kuibua a, watu mbalimbali, wakidai kuwa wanajiondoa kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kwa sababu chama hicho hakina mwelekeo, kina ubaguzi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii yote ni kuamini kwamba ni mbinu mahususi ya kuisumbua Chadema kwa mfululizo wa matukio ya kimakusudi. Kila siku kuna tukio jipya: kukamatwa, kushambuliwa, taarifa ya kuhama au kashfa. Hali hii inafanana kwa kiasi kikubwa na mbinu anazotumia rais wa sasa wa Marekani Donald Trump, ambaye huanzisha mijadala takriban kila siku ya kuchokoza hisia kwa lengo la kuhamisha mjadala kutoka kwenye mapungufu ya utawala wake. Kwa Tanzania inaonekana ime kama kuna somo hili nao limechukua somo, lesson hii, ime, ime, ime, kuna watu wame, wamejifunza kuhusu hilo. Kwa hiyo wanatumia kila siku kuujaza mjadala wa umma na matukio yanayowachanganya upinzani. Kwa muda huu yani inakuwa Chadema wanajitahidi kadri wawezavyo, uh, kufocus kwenye agenda ya no reforms no election licha ya kwamba kuna kesi ya Mheshimiwa Lissu ya kuifuatilia, lakini kuna jitihada endelevu za kujaribu kuwachanganya wao wenyewe Chadema, lakini pia jitihada endelevu za ku uchanganya umma yani, ushindwe kufocus, kwa sababu mara leo limetokea hili, kesho limetokea lile, mara G55 amefanya hicho. Kwa hiyo kwa Tanzania, madhara mkakati huu ni makubwa. Wakati wapinzani wanakabiliwa na mashambulizi ya kila upande, hakuna nafasi ya kupumua, kupanga wala kufuatilia mambo makubwa yanayoendelea serikalini. Kuna taarifa zisizo rasmi zinadai kwamba kuna ufisadi mkubwa unaoendelea nyuma ya pazia, yani wakati ya yote yanatokea, kuna taarifa kwamba kuna ufisadi mkubwa unaoendelea. Na ufisadi huu unahusishwa na maandalizi ya uchaguzi kwamba kuna wizi, ufisadi na vitu kama hiyo vinaendelea. Um, lakini watu ambao wanatarajiwa pengine kuongelea haya ni hawa ambao wanasumbuliwa na mambo mfululizo. kwa kwa hiyo kwa namna lam kwa nyingine ni kama um, dola inaua ndege wawili kwa jiwe moja. Kwa upande mmoja wanaweka bize Chadema wasiweze kufanya mwendelezo um, wa kampeni no reforms, no election, lakini wakati huo wasiweze kufuatilia maovu na madude ya ajabu ajabu yanayotokea huko uh, serikalini. Kwa hiyo katika mazingira haya, ni muhimu kwa Chadema kutambua kwamba haikabiliani tena na ushindani wa kisiasa wa kawaida, bali ni mkakati wa kuangamizwa kisiasa kwa kila namna. Huu si wakati wa siasa za kawaida, huu ni wakati wa kujipanga kitaasisi, kimbinu na kimataifa. Lazima iandae mfumo wa kudumu wa ufuatiliaji wa matukio, ulinzi wa viongozi wake na kuimarisha miundombinu ya mawasiliano ili isiathiriwe na propaganda. Aidha, ni wakati wa kuhamasisha jamii za kimataifa kupitia washirika kama IDU ili mashinikizo ya kimataifa yaanze kuonekana. Kwa kuhitimisha, kukamatwa huku kwa mheshimiwa Golugwa ni zaidi ya tukio la mtu mmoja, ni sehemu ya mlolongo wa mikakati ya CCM na dola kuidhoofisha, kuihangaisha na hata jitihada za kujaribu kuiua Chadema. Hili la jitihada za kuiua Chadema mara nyingi watu wanadismiss yani, watu wanasema ah, bwana haiwezekani. Tatizo watu na underestimate CCM. Kwa sababu CCM kwa sasa sio chama cha siasa, ni zaidi ya chama cha siasa, ni mfumo wa kifisadi. Kuna watu wana majumba, kuna watu wana nyumba ndogo, wana mahekalu, magari ma..., kila kitu. Kwa hiyo haya ni maisha yao, na watu hawa wamekuwa wakiishi hivi miaka nenda miaka rudi. Kwa hiyo leo unapo, unapoeleza kwamba kuna chama cha siasa kinataka kuwatoa katika lifestyle hii waende pengine wakapate waka, waka haki ya maovu waliyofanya waende jela si rahisi katika mazingira ya kawaida mtu kukubali. Kwa hiyo hii ndio hali halisi ambayo Chadema wanakabiliana nayo. Haya matukio ya mfululizo kuanzia ishu ya Mheshimiwa Lissu, Sigrada, si Padri Kitima, Mdude, G55, kesi ya huko Zanzibar, yanaonyesha ramani ya kisiasa inayotengenezwa kwa uangalifu ili kuvuruga upinzani na kulinda utawala wa chama tawala kwa gharama yoyote. Chadema inapaswa kuchukua tukio hili kama onyo la mwisho ni lazima iwe tayari sio tu kwa uchaguzi bali kwa vita dhidi ya, ya hila kashwa na mkakati wa kuvuruga msingi wa upinzani wa kweli nchini. Je, una maoni gani kuhusiana na haya yanayoendelea? Lakini pia ungekuwa katika nafasi ya kushauri Chadema, ungewashauri wafanye nini? Kwa sababu pengine ni rahisi kuwakosoa kwa kusema labda wafanye hivi labda wafanye vile, lakini ieleweke kwamba kuna changamoto nyingi zinazoendelea, kwa sababu kwa upande mmoja inabidi chama kiendelee wakati Mheshimiwa Lissu kiongozi mkuu wa chama hicho akiwa gerezani kwa zaidi ya mwezi sasa kwa kesi ambayo kwa kiasi kikubwa inaaminika ni ya kutengenezwa. Lakini kuna hizi hujuma ambazo zinajaribu kufanywa na hawa watu wa G hamsini na tano kukiteteresha chama kila siku, anaibuka na hili na lile. Kwa hiyo ni muhimu pia kutambua kwamba Chadema inakabiliwa na changamoto kubwa sana, lakini kubwa zaidi ni mawazo na maoni mbalimbali mbali mbali ambayo yanaweza kukisaidia chama hicho ambacho ni muhimu kwa sababu kinawatumikia pia Watanzania, sio swala la la Chadema peke yake. Ni muhimu pia kuwapatia ushauri ambao unaweza kuwasaidia kutoka katika mkwamo huu. Kwa hiyo tupia comment hapo chini kuweka ushauri wako. Asanteni na kwaherini.